Baba mambo ya? Mambo ya Dar es Salaam. Umepotea? Ya ya ya. Wewe pale unatafuta nini? Pale na lami ilipo pale. Umejikuta hapo kwenye milima ya Bungu. <laughs> Lami iko huko. Eh? Kule. Lami ipo? Lami hapo hiyo hapo hiyo. Hapo. Ah uh ah, -uh, sio hiyo. Ngoja niingie kwenye hili bana. Mm -mm. Nakubali star. Unazunguka kwenye mbanda au <coughs> <coughs> hiyo, ah, barabara ya vumbi hiyo. Kwa hiyo la flood ndio inaga tuta au baba? Baba. Ah, inaga zebra baba, nakuuliza la flood ndio inaga zebra au inaga tuta? <coughs> <coughs> <coughs> Ah, umepata gari Nakubali baba, mm -mm. Mambo ya mambo ya Dar es Salaam.